Jinsi ya kusafisha nyota yako ili uweze kupata pesa nyingi biashara zako ziende na uweze kuwa mtu mkubwa sana hapa duniani. Tunatumia nguvu za ulimwengu ambazo ndio nguvu za universe. Ulimwengu ni kwa ajili ya kila mtu. Kwa hiyo yeyote yule ambaye ataamini katika nguvu za ulimwengu, basi zitaweza kumsaidia. Kumbuka kwamba husio uchawi wala sio ushirikina, ni kutumia nguvu za asili za ulimwengu. Ninaposema ulimwengu, namaanisha dunia, sayari pamoja na nyota zote hivi unavyoviona hapa mbele yako ni baadhi ya vitu ambavyo huwa vinatumika katika kusafisha nyota, lakini vitu hivi ni very powerful, yaani ndivyo vyenye nguvu zaidi, vinatoa matokeo yenye nguvu na ya papo kwa hapo. Nimeshatoa masomo mengi sana jinsi ya kuvuta utajiri, jinsi ya kufanya pesa zikufuate. Lakini mambo hayo hayawezi kutokea kirahisi pasipo kusafisha nyota yako. Na hili huwa nalisema kila siku, kabla ya kufanya speli yoyote ile iwe ya kuvuta pesa, iwe ya kuvuta wateja katika biashara yako, hakikisha nyota yako ipo salama. Hakikisha nyota yako ni safi. Kwa hiyo jambo la msingi ni kusafisha kwanza nyota yako, ndipo mambo mengine yatakufuata. Ukisafisha nyota yako, utajiri utakufuata, wateja watamiminika katika biashara yako, pesa zitamiminika katika kila kona ya maisha yako. Sasa leo nataka nikufundishe hizi mbinu za kusafisha nyota yako, ingawa nilishawahi kuzifundisha, lakini nimeamua kuzirudia ili kutilia mkazo, na wale ambao hawakulipata hili somo, naamini katika safari hii wataweza kulipata. Sasa tunakwenda kujifunza mbinu moja baada ya nyingine. Wewe mwenyewe utaangalia ni mbinu ipi itakuwa ni rahisi kwako, lakini pia haukatazwi kuzifanya zote kwa pamoja, kwa sababu zote zina nia nzuri ya kusafisha nyota yako, kwa hiyo utapata faida zaidi. Mbinu ya kwanza kabisa ambayo ndio baba lao, yani the most powerful, ni kutumia chumvi ya mawe. Nilishasema mara nyingi sana hakikisha ndani mwako hakukosekani chumvi ya mawe. Hiki ni kitu muhimu sana katika maisha yako ya kimwili lakini pia maisha yako ya kiroho. Chumvi ya mawe unaweza kuitumia katika namna mbalimbali kuweza kusafisha nyota yako na pia kulinda ili isiweze kuchafuliwa au kuingiliwa na nguvu mbaya. Mbinu ya kwanza ni kuogea maji yaliyotiwa chumvi ya mawe. Hii inafanyika vipi? Utachukua chumvi ya mawe saizi ya kiganja chako kama hivi, kisha utakwenda kuinyunyizia katika maji yako ya kuoga. Maji yanaweza kuwa ni maji ya aina yoyote ile ambayo wewe huwa unayatumia kuogea. Ukisha nyunyizia katika maji yako ya kuoga, utakwenda kuogea. Sasa utaoga kama kawaida, yani kama unavyoogaga siku zote. Utatumia sabuni au chochote kile ambacho huwa unatumia. Sasa wakati wa kujimwagia maji, na hapa hakikisha maji yanagusa kuanzia kichwani, yani kwenye nywele zako mpaka kwenye unyayo wako. Na wakati wa kuoga ukiwa unajinyunyizia hayo maji yenye chumvi, utatakiwa uwe unanuia utatakuwa wewe unasema hivi, ninaomba mambo mabaya yote yaweze kuacha mwili wangu na mwili wangu uwe msafi, nyota yangu iweze ya kung'ara, mambo yote machafu yaweze kutiririka kama jinsi ambavyo maji haya yanatiririka kutoka mwilini mwangu. Kwa hiyo kila kujimwagia hayo maji ya chumvi, utakuwa unatamka maneno hayo na maji yakiwa yanatiririka, vuta picha, yani visualize kwamba ndivyo ambavyo negative energy zote zinaondoka kutoka mwilini mwako ukishamaliza kuoga usijifute hayo maji yako yaani jikungute tu ili kuweza kuondoa majimaji ya ziada kisha subiri hayo maji mpaka yakaukie yenyewe mwilini sijui mnanielewa yaani acha yale maji yakaukie yenyewe mwilini usijifute maji yakisha kaukia mwilini utaendelea na mambo mengine unaweza ukapaka mafuta kaendelea na shughuli zako nyingine kama kawaida. Na zoezi hili la kuogea maji ya chumvi unaweza kulifanya kwa mwezi mara moja au kila baada ya miezi mitatu au unaweza kulifanya kila baada, unapoona kwamba hapa, sasa, nyota yangu inaweza ikawa imekosa nguvu au imechafuliwa tena. Kwa hiyo utafanya mwenyewe mara nyingi kadiri uwezavyo na pia unaweza kutumia chumvi hii ili kuilinda hiyo nyota yako isichafuliwe tena na nguvu mbaya zisiweze kuizunguka tena nyota yako hii. Unaweza kufanikisha vipi? Ukiwa unataka kudeki nyumba yako, chukua kiasi cha kiganja kimoja cha chumvi ya mawe, kisha changanya kwenye ile maji ambayo unataka kudekia nyumba yako, halafu deki nyumba nzima kwa kutumia maji hayo. Hapo utakuwa umeilinda nyumba yako isiweze kuingiliwa na nguvu mbaya yoyote, au nguvu yoyote ile ambayo itakwenda kuleta matatizo katika nyota yako. Na mbinu nyingine ni kuiweka mlangoni, yaani unaweka upande wa kushoto pamoja na upande wa kulia kiasi kidogo tu cha chumvi ya mawe hapo mgeni yoyote yule atakayeingia na nguvu mbaya zote zinaishia mlangoni. Nuksi, mabalaa, nguvu zote za kichawi zitakuwa zinaishia mlangoni. Kwa hiyo chumvi ya mawe inatumika kwa staili hiyo hapo, ili kuweza kusafisha nyota yako pamoja na kuilinda. Naomba nikukumbushe, unayetizama video hii kama ndio mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe ili uwe unaendelea kupata mafundisho mazuri kama haya kutoka katika channel hii. Karibu sana. Sasa tunakuja katika mbinu ya pili ya kusafisha nyota yako kwa kutumia mshumaa mweupe. Mshumaa mweupe nadhani wote tunaujua. Sasa basi, unapotaka kusafisha nyota yako kwa kutumia mshumaa utatakiwa kuwa na mishumaa mitano. Mishumaa minne utatakiwa kuiweka katika kila pembe ya chumba chako, yaani itazunguka chumba chako ukiwa umeiwasha. Na unapoweka mishumaa yako, hakikisha unaweka sehemu ambazo sio hatarishi, yaani usiweke katika sehemu ambayo unaweza kuunguza vitu vingine kwa hiyo kuwa makini sana katika hilo. Kama utakuwa na chumba ambacho ni tupu au chumba ambacho hakina vitu vingi, basi itakuwa ni vizuri zaidi kuweza kutekelezea zoezi hili. Kama chumba chako hakiwezekani, basi tumia mbinu nyingine ya kusafisha nyota, si lazima utumie hii ya mishumaa. Na mshumaa mmoja utawasha mbele yako sehemu yoyote ile ambayo utakuwa umekaa, aidha ni mezani au chini au kitandani kwako, kama hivi. Na zoezi hili la kutumia mishumaa linapaswa lifanyike siku ya Jumatatu, kwa sababu siku ya Jumatatu ndiyo nguvu ya mishumaa inakuwa ipo very powerful. Kwa hiyo, kwa kuwasha mishumaa kuzunguka chumba chako utakuwa tayari umeleta nguvu za universe katika chumba chako, na chumba chako kitakuwa full of universe power. Sasa basi, baada ya hapo utatakiwa kuchukua peni pamoja na karatasi nyeupe, kisha utatakiwa kuandika mambo yako mabaya ambayo unaona hayo ndio vikwazo katika mafanikio yako, au mambo hayo ndio ambayo yanakukwamisha wewe, usiwezi kuvuka hatua kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Kwa mfano unaweza ukaandika umaskini, magonjwa, kutokukubalika, migogoro, yani mambo yote ambayo wewe unaona ni kikwazo au ni mambo mabaya katika maisha yako, wee yaandike. Hakuna limiti tiririka ukiamua unaweza ukajaza karatasi, unaweza ukageuza na upande wa pili, unaweza ukaandika hata karatasi tatu, ni wewe tu. Ukishamaliza kuyaandika hayo mambo mabaya kwenye karatasi, sasa hatua inayofuata utatakiwa kuyachoma kwenye mshumaa wako ambao unawaka mbele yako, unaelewa? Kumbuka wakati huo mishumaa minne inakuwa inawaka kuzunguka chumba chako. Kwa hiyo wewe utaichoma ile karatasi yako kwenye mshumaa wako ambao upo mbele yako. Hakikisha karatasi yote inaungua, na wakati karatasi inaungua, utatakiwa uwe unatamka maneno haya hapa. Utasema hivi: Ninaomba mambo haya mabaya yote yaweze kuondoka katika maisha yangu, kama jinsi ambavyo karatasi hii inateketea. Nateketeza negative energy zote katika maisha yangu. Naomba mambo mabaya yote yaweze kuondoka, mambo mazuri yaweze kunifuata, na ninaomba nyota yangu iweze kung'ara kama jinsi mishumaa hii inavyong'ara. Wakati unachoma karatasi yako, utaanza kuona mabadiliko ya papo hapo katika mwili wako. Utaanza kujisikia kama kuna mzigo fulani unautua, utaanza kujisikia wepesi kichwani mwako. Hiyo ni ishara ya kwamba mambo mabaya au zile nguvu mbaya zote zinaachana na mwili wako na nyota yako inakuwa safi. Kwa hiyo utaanza kupata mabadiliko hapo hapo, na hili watu wengi watakuja kutoa ushuhuda hapa hapa. Kama ulikuwa unasumbuliwa na magonjwa ya hapa na pale, uchovu, kichwa kuuma, kizunguzungu, hapo hapo yatafutika yote. Hii tunaita ni nguvu ya universe. Yoyote yule ambaye ataiamini basi ni lazima itamshangaza. Na wewe jaribu leo, utaweza kupata mafanikio yako kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio yao. Kisha maaliza kufanya zoezi hili, ndugu yangu, utaanza kuona kila kitu kinaenda, yani ni kama vile kumsukuma mlevi. Kama ni biashara, utaona wateja wanamiminika, jina lako linakuwa siku hadi siku. Utashangaa from nowhere umekuwa maarufu, yaani kila unachokifanya kwako kinakuwa ni kitu kikubwa sana, na pesa zitamiminika, pesa zitatiririka ndani mwako mpaka we mwenyewe utashangaa. Karatasi yako ikishateketea utatakiwa uache mishumaa yako yote mitano, yaani ile ambayo imezunguka pembe nne za chumba chako, pamoja na huo mmoja ambao ulikuwa mbele yako. Utaacha iwake mpaka iishe yenyewe. Kwa hiyo hata kama ni usiku kucha, utaacha iwake hivyo hivyo, hivyo mpaka iishe. Lakini kuwa makini, weka sehemu salama, usije ukachoma nyumba yako. Kwa hiyo ikishawaka mshumaa yako mpaka imeisha kabisa, yale mabaki ya mshumaa utatakiwa kuyachukua na kwenda kuyafukia katika eneo lolote lile ambalo linakuzunguka, au kama utakuwa upo karibu na mto, yaani maji yanayotiririka, unaweza kwenda kuyatupa yaweze kuondoka na maji ya mtoni. Mbinu nyingine ya kusafisha nyota yako ni kutumia majani ya mpera ama kwa Kiingereza tunaita guava leaves. Majani ya mpera yamebeba nguvu nyingi sana za ulimwengu ndani yake. Haya majani yana uwezo wa kutibu magonjwa mengi sana mwilini mwetu. Sasa hayajaishia tu katika suala la kimwili, haya majani yana uwezo wa kusafisha nyota yako na kufukuza nguvu zote mbaya zinazoizunguka nyota yako na kukaribisha nguvu nzuri katika upande wa roho yako pamoja na mazingira yote yanayokuzunguka. Kwa maana hiyo basi, yana uwezo wa kukulinda wewe pamoja na nyumba yako yote na watu wote waliopo katika nyumba hiyo. Sasa unayatumiaje haya majani ili kuweza kusafisha nyota yako? Jambo la kwanza, hakikisha unakuwa na haya majani. Nenda kachume kwenye mtu wa mpera. Kama hauna mpera, unaweza kuulizia mtu yeyote yule ambaye yupo kijijini. Hii kijijini ipo mingi sana, inajoteaga tu yenyewe. Unaweza ukamwagizia akuchumie majani kama hivi unavyoona mimi nilivyochuma, na pia utatakiwa kuwa na karatasi nyeupe kama hii unavyoiona pamoja na peni peni inaweza kuwa ni aina yoyote ile inaweza kuwa ni ya wino wa bluu mwekundu mweusi au wa kijani na kitu kingine utatakiwa kuwa na uzi mweupe yani uzi ule wa kawaida kabisa tunaotumia kushonea nguo zetu sasa katika haya majani ya mpera sisi tutatakiwa kutumia majani nane tu kwa hiyo tutayakata nane kama hivi. Haya mengine yanayobaki yanakuwa hayana kazi, ambayo yana kazi ni haya nane tu ambayo tumeyakata kama hivi. Baada ya hapo, utatakiwa kuchukua peni yako pamoja na karatasi kisha utatakiwa kuandika mambo yako manne mazuri ambayo wewe huwe unataka yatokee lakini hayatokei, yaani kila ukiseti mipango yako vinatokea vikwazo, mara huikaumwa, mara umepatwa na bala hili, mara mikosi hivi. Kwa hiyo hakikisha unaandika yale mambo manne ambayo huwe unayadizaya katika maisha yako. Kwa mfano, unaweza ukaandika pesa nyingi biashara ya, ya ndoto zako. Unaweza ukaandika gari, nyumba, chochote kile. Ukishaandika, utatakiwa kutenganisha kila neno katika kikaratasi chake. Hapa unaweza kutumia mkasi au kiwembe. Wewe mwenyewe utaangalia namna gani bora zaidi ya kuweza kutenganisha maneno haya. Unaweza kuona jinsi ambavyo tumetenganisha maneno katika kila kikaratasi chake. Maneno yetu manne ni haya hapa, yapo katika vikaratasi vinne. Sasa basi, hivi vikaratasi vinne, kila kimoja utatakiwa kukikunjia katika jani moja la mpira, kisha utafunga na uzi mweupe. Unaweza kuona jinsi ambavyo nitafanya. Finally majani yetu manne ya mpera yanakuwa na mwonekano huu hapa. Humu ndani tumefunga vikaratasi vinne, ambapo katika kila kikaratasi kuna neno moja ambalo tumeliandika tunahitaji litokee katika maisha yako, na tumefunga na uzi kama unavyoona hivi. Baada ya hapa sasa utatakiwa kuchoma majani haya ni yani, jani moja moja utatakiwa kulichoma kwenye moto hapa. Moto wa aina yoyote ile unaweza kutumia, moto wa gesi, moto wa mkaa, moto wa kuni au moto wa mshumaa. Lakini moto wa mshumaa sio effective sana, kwa sababu utaweza kukuchelewesha sana. Kwa hiyo ni bora ukatumia moto wa mkaa, moto wa kuni au moto wa gesi. Kwa hiyo utaanza kuchoma jani moja moja, kama hivi. Unatakiwa kulichoma mpaka liteketee lote. Sasa kwa kuwa hapa natumia mshumaa, itakuwa ni vigumu sana kuweza kuteketea lote kwa haraka. Sasa basi, wakati unachoma majani yako ya mpira, yani kila jani unapolichoma likiwa linateketea, lazima litatoa moshi. Sasa likiwa linatoa ule moshi, utatakiwa kusema hivi: kwa jinsi ambavyo jani hili linateketea na huu moshi unaotoka hapa, ndivyo hivyo ambavyo naomba maombi yangu yaweze kufika katika universe. Majani ya mpera yanayo nguvu kubwa sana ya kuweza kufikisha maombi yako katika ulimwengu. Kwa hiyo ombi lako mmoja mmoja litafika kama lilivyo katika ulimwengu, yani universe. Na pia moshi huo unaposambaa katika nyumba yako unasambaza ile nguvu ya universe. Kwa hiyo kama uliandika gari, ina maana nguvu ile ya gari itakuwa inasambaa ndani ya nyumba yako, kwa hiyo ni lazima utapata gari. Kama uliandika nyumba, basi ni lazima hiyo ndoto yako ya nyumba itakuja kutimia kweli. Kama uliandika wateja wengi katika biashara yako, basi ni lazima wateja watakufuata. Kwa ufupi ni kwamba kwa kupitia harufu hii ya majani ya mpera yatakaposambaa katika nyumba yako itasababisha nyumba yako iweze kunukia mafanikio. Nyumba yako itanukia pesa, utajiri na ustawi, na hii nguvu itawapata watu wote katika nyumba yako, wewe hapo pamoja na wengine wote ambao hawajafanya. Kwa hiyo kila mtu atabarikiwa na nguvu hizo. Sasa basi, ukishamaliza zoezi la kuchoma, kuna zoezi lingine ambalo linahusisha haya majani manne ambayo yalibaki haya yana kazi yake special kabisa. Haya ndiyo yanakwenda kukamilisha sasa zoezi lako la kusafisha nyota. Utatakiwa kuweka maji kwenye sufuria lako safi, kisha utatumbukiza majani haya na utayaacha yachemke mpaka yabadilike rangi yawe kama ya brown hivi, unaweza kuona picha hapo yakisha kuwa hivyo utaipua maji yako, kisha utayacha yapoe hayo maji. Yakisha poa, utatakiwa uyanywe kwa muda wa siku moja mara tatu, yaani asubuhi, mchana na jioni, na ujazo unaotakiwa kunywa ni ujazo wa kikombe cha chai, na nielewa. Kwa hiyo eh, utakuwa unakunywa kunywa asubuhi mchana na jioni. Baada ya hapo, utakuwa tayari umeshakamilisha zoezi lako la kusafisha nyota. Yaani, kwa kunywa maji hayo utajihakikishia kwamba yale ambayo ulianuia yataweza kutokea katika maisha yako, na nyota yako itakuwa ni safi kuanzia nje mpaka ndani. Hakuna jambo lolote baya ambalo litakugusa chochote ambacho una wish kitokee katika maisha yako lazima kitatokea. Haya majani yana nguvu sana, yako very very powerful. Nenda kajaribu, halafu utakuja kuniletea ushuhuda hapa. Kama unaamini katika nguvu za ulimwengu, andika hapo chini kwenye comment, nipo tayari kupokea muujiza wangu kwa kupitia nguvu za universe, na kwa hakika utapokea muujiza wako. Mbinu nyingine ambayo inaaminika kusafisha nyota yako ni kutumia mdalasini pamoja na chumvi ya mawe. Hii kitu nilishaifundisha sana. Sasa leo nataka ni kazie zaidi katika mbinu hii. Utatakiwa kuwa na glasi yenye maji safi, maji ya aina yoyote ile, yawe ya bomba, ya mtoni, ya mvua, maji yoyote yale, na pia utatakiwa kuwa na chumvi ya mawe pamoja na mdalasini. Mdalasini ni ile ya magome, siyo ya unga. Hatua zipo kama ifuatavyo, nisikilize kwa makini. Utachukua kijiko kimoja cha chumvi ya mawe kama hivi, kisha utaweka kwenye glasi yako yenye maji. Baada ya hapo, utachukua pia mdalasini, mdalasini yako ya magome kiasi cha kiganja cha mkono, nacho utaweka kwenye glasi yako yenye maji. Baada ya hapo utatakiwa kukoroga ili viweze kuchanganyika vizuri. Unaweza kuona mchanganyiko wetu ni huu hapa tuliopata. Baada ya hapa utatakiwa kuacha hii glasi ikiwa hivi hivi wazi, ilale usiku kucha ili iweze kufyonza nguvu za universe. Asubuhi unapoamka haya maji yatakuwa yako very very powerful, yanakuwa sio maji ya kawaida tena. Haya maji unaweza kuyatumia kwa namna yoyote ile, kutibu, kuondoa mapepo, kuondoa nguvu mbaya, kuondoa mabalaa na mamikono. Sasa kwa wewe ambaye unataka kusafisha nyota yako, utatakiwa kutumia maji haya kwa muda wa siku saba kuogea. Sijui tunaelewana hapo utatumia maji haya kuogea kwa muda wa siku saba. Utakuwa unachukua ndoo yako ya kuogea, unaijaza maji yako kama kawaida, maji yako ya kuogea ya siku zote, kisha utakuwa unaweka drop kadhaa, yani matone kadhaa ya maji haya, utakuwa unanyunyizia kidogo kwa juu kisha unakwenda kuoga, na wakati wa kwenda kuoga utakuwa unanuiza maneno yako. Kwa mfano unaweza kusema hivi: kwa jinsi maji haya yanavyotiririka na kunitakasa mwili wangu, ndivyo hivyo nataka nyota yangu iweze kutakata na kung'ara. Utakuwa unaoga kawaida kabisa, utakuwa unatumia sabuni na vitu vyote ambavyo huwa unavitumia kuoga, lakini maji yanakuwa ni maji ambayo umechanganya mchanganyiko huu hapa. Baada ya siku saba, my dear, utaanza kupokea miujiza yako. Yani hii itakusurprise sana. Nguvu za universe ziko very powerful na zimeshawashangaza watu wengi sana, na hata wewe ukiamini utaweza kupokea mafanikio yako kama ambavyo wengine wameweza kupokea mafanikio yako. Kikubwa imani, amini katika nguvu za ulimwengu. Na mbinu nyingine ya kusafisha nyota yako ni kutumia maji ya mvua au maji ya kisima ambacho kipo wazi. Kwa maji ya mvua, utatakiwa kutembea au kusimama kwenye mvua inayonyesha, yaani utakuwa unatembea hivi hivi ukiwa na nguo zako, na hakikisha mvua inakuchapa kisawasawa, ili mwili wako wote uweze kuloana na maji ya mvua. Kwa hiyo ukiona mvua inanyesha sehemu yoyote, anza kutembea taratibu taratibu, lakini hakikisha hiyo mvua haijaambatana na radi, kwa sababu sote tunajua radi ni hatari. Kwa hiyo mvua ikinyesha, ukishaloana utarudi nyumbani kwako. Ukirudi nyumbani kwako usijifute yale maji, jikungute, kisha subiri yakauke yenyewe mwilini. Na wakati mvua ile inapokuwa na kupiga mwilini mwako, unatakiwa uwe unanuia kimoyomoyo, utakuwa unasema hivi: kwa jinsi ambavyo maji haya ya mvua yanavyotiririka mwilini mwangu, ndivyo ambavyo naomba mabaya na machafu yote yaweze kuondoka katika mwili wangu na kuniacha nikiwa msafi na nyota yangu ikiwa safi. Baada ya hapo utajisikia mwili wako ni mwepesi, utajisikia ni kama umetua mzigo. Bahati zitaanza kukufuata, mipango yako itakwenda vizuri kama vile ambavyo wewe unaoishi. Mbinu hii ni rahisi sana na mtu yoyote yule anaweza kuifanya. Na mbinu nyingine ni kutumia maji ya kisima kilicho wazi. Kama upo jirani na kisima ambacho kipo wazi, nenda kachote maji ya kisima hicho, kisha kaoge. Hakikisha unaoga mwili mzima, kuanzia kichwani mpaka kwenye unyayo, na wakati unaoga kama kawaida, utakuwa unanuia maneno yako, maneno ya kujitakasa. Baada ya hapo, utakuwa ni mtu mpya kabisa. Kama kulikuwa na magonjwa ya hapa na pale yalikuwa na kusumbua, utapona. Mipango yako itakwenda vizuri, pesa zitatiririka nyumbani kwako, yani kila kitu kitakaa sawa. Na kama utaona mbinu zote hizi nilizokutajia zinakupa ugumu kutekeleza, usijali, ipo mbinu rahisi zaidi kwa mtu yeyote yule kuweza kuitekeleza, yaani hata mtoto mdogo. Mbinu hiyo ipo kama ifuatavyo: subiri wakati ambapo mwezi upo full umekamilika yaani mwezi unakuwa upo katika mduara wake wote umekamilika. Ukiangalia hivi kwa macho unaweza kuugundua. Sasa mwezi ukiwa katika hali hiyo, hapo unatakiwa kutoka nje. Hapo namaanisha sasa ni muda wa usiku, unaweza ikawa ni saa mbili saa tatu. Ukishatoka simama sehemu ambayo unaweza kuona mbali mwezi vizuri kabisa, kisha ukazie macho utizame kwa muda wa kama dakika tano mpaka dakika kumi. Wakati unautizama mwezi ule utakuwa unasafisha nyota yako automatikali, lakini imani inatakiwa na hisia. Kwa hiyo unatakiwa uwe unaangalia kwa makini, huku ukiwa una visualize, yani unavutia picha kwamba ule mwanga wa mbala mwezi unavyokupiga ndivyo ambavyo nyota yako inasafishika. Ukiwa na imani hakuna kitu kinachoshindikana. Yaani kila kitu kipo chini ya uwezo wako, ni wewe tu mwenyewe kuanza kufanya maamuzi. Nguvu za universe zipo kwa ajili ya kila mtu, ni wewe tu kuamua uzitumie au usizitumie. Kumbuka kwamba huwezi kupata mafanikio ya aina yoyote ile kama nyota yako ni chafu, imeibwa au imeishiwa nguvu. Kwa hiyo hakikisha unaimarisha nyota yako kwanza. Hili somo nimelitoa makusudi kabisa, kwa sababu kumekuwa na maswali mengi sana katika video zangu zinazohusiana na kupata pesa, kuvuta wateja katika biashara. Unakuta mtu anakuambia mbona nimefanya lakini sijapata mafanikio. My dear, rudi katika nyota yako, hakikisha nyota yako inakuwa ipo vizuri. Isafishe nyota yako na mafanikio yatakufuata. Kuna watu unakuta wana juhudi kubwa sana katika maisha, anafanya kazi usiku na mchana, na sio kwamba pesa hapati, unaweza kukuta pesa anapata, lakini hapigi hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kila akitaka kupiga hatua linatokea janga, kila akitaka kufanya hivi kinatokea kikwazo. Hiyo yote ni kwa sababu nyota yako haipo vizuri. Kwa hiyo hakikisha unaiweka nyota yako vizuri, ndipo mambo yatakuendea vizuri. Kama unaamini na wewe utapokea muujiza wako kwa kupitia nguvu za ulimwengu. Andika komenti yako kwa kusema amina. Kwa Waislamu tunasema inshaallah, na kwa Wakristo tunasema katika jina la Yesu hakuna kitu kinachoshindikana. Kama utakuwa na swali lolote niulize hapo kwenye komenti, nami nitakujibu. Naomba tu nikukumbushe, kama bado hujasubscribe channel hii, hakikisha unasubscribe ili usije kupitwa na masomo yetu mengine ya